E, shalom, shalom, wapendwa, shalom. Yes, ni ndugu yenu Idi Mombo ninarudia, tena hapa, ninakuja niko na mesaje kwako wewe, kaka, wewe ndugu yangu ambao umekusha owa, wala we ndugu yangu ambayo utaoa kesho, wala wewe baba ambayo ushakuwa na siku mingi katika ndoa yako. Ninakuwa na mesaje kidogo ambayo nilikuwa pelea nikupatie kavile baba hazungumzia kuhusu mama na wewe vile vile. Kama baba, niko na message ambayo napenda nikupatie baba, na hii message inaweza ikakusaidia katika ndoa yako, inaweza ikakusaidia katika maisha ambayo una yaishi, inaweza kakusaidia. Na message yetu inapatikana katika kitabu cha Waefeso sura tano mstari wa makumi mbili na mnane mpaka makumi na kenda. Nasema hivi vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe ujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali uulisha na kutuza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Amina. Paulo anaambia Waefeso eti vile vile wanaume wanahitajiwa kuwapenda wake zao kama gisi wanapenda miili yao kwa sababu hakuna mtu ambaye anachukia mwili wake. Tuna, tunakuwa tunalisha mwili wetu, tunautunza mwili wetu vizuri. Sasa, message hiko ni kwako wewe baba ambao umekwisha oa, wewe baba ambao kesho utakuwa baba familia, wala wewe kaka ambayo we, uko najiandaa kuoa. Message hii iko ni kwako wewe, itakusaidia sana na ninapenda ni kupatie message sana sana wewe ndugu yangu ambaye uko katika ndoa tunakuwa tuko wababa ambao sasa mingi tuna tunajisahau jana nimezungumzia nwezu, kuhusu wamama kuona mambo gani ambayo tuliona wa mama wanaishi na vilevile leo nitapenda nizungumzie kuhusu wababa wababa wakati ulikuwa uko nafuata mke wako ulikuwa ulali kama jamuona mke wako na ulikuwa unakosa usingizi kabisa lakini ulipomooa ile urafiki ile kuwa karibu na mke wako tena ile hali ikapotea, na wamama wengi wanakuwa wanalaumu eti wa baba tunakuwa tuna muda na wamama, wa baba tunakuwa tukwakali sana kwa mama, wa baba tunakuwa kabisa tunafanya wake zetu kama hi, atu kwayo, leo, ni atuwapati samani. Kwa hiyo leo niko na message ambayo nilikuwa pena nikwambia ndugu yangu ambao huko South Africa, ndugu yangu ambao huko Kongo, ndugu yangu huko Tanzania, huko Marekani, huko Australia, huko Europe, hii itakusaidia na mpaka mambo fulani ambapo ninapenda nikuoneshe tuna sisi kama vile kwa baba tunakuwa na matatizo mengi sana, na haya mambo ambayo nitazungumza hapa, ukiyashikilia vizuri, yatakusaidia sana ukipenda ndoa yako ipate kuwa ndoa ya furaha. Ukipenda, ukipenda ndoa yako ikuwe ndoa ya amani, unatajika kuyafanya mambo haya ambayo nitakwambia hapa. Kwanza ya kwanza unahitajika kuwa na communication. ukiwa na muda wa kuzungumza na mke wako na ukuwe na muda wa kusikia mke wako. Wanaume wengi tumeoa, tunakuwa hatuna muda kabisa wa kuzungumza na wake zetu. Unaweza kuwa unaenda kazini, ukitoka kazini uko busy na simu yako tu hauna muda wa kuzungumza na mke wako, hauna muda wa kumsikiliza mke wako. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe. Jinsi ulikuwa ulalaki wakati unampata mama, unampata mke wako, ulikuwa unampigia simu kila mara, ulikuwa unaongea naye kila mara, ulikuwa na chat naye kila mara, vilevile kisha kuoa, ile hali inahitajika iendelee katika ndoa yenu, kuwa na muda wa kuzungumza na mke wako. Uwe na muda mwingi wa kuzungumuza na mke wako kusudi upate kujua ni nini ambayo anahitaji, kusudi upate kujua ni mambo gani ambayo inamuumiza, kusudi upate kujua ni mambo gani ambayo ajisikii vizuri. Sasa kama hauna muda mzuri wa kuwa nazungumuza na, na mke wako, ni itakuwa ni vigumu sana ndoa yenu itakuwa itakuwa ni ndoa lakini itakuwa ndoa ambayo haina furaha, itakuwa ni ndoa ambayo haina amani ndani yake. Vile vile, wewe kama vile baba, kuwa na nafasi ya kumsikiliza mke wako. Wababa wengi wanakuwa wana nafasi ya kusikiliza wake wao ye, yeah, anapozungumza ni kile yanazungumza niko final, hawezi kukuwa na nafasi ya kumsikiliza mke wake. Mke wake akimshauri, akimwambia, pana baba unatarajia kufanya hivi na hivi na hivi, mambo hayako sawa, wewe unakuwa huko makali kwa mke wako. mke wako ni mwanamke. Waingereza wanaita iko ni life partner, ni mtu ambaye ni rafiki yako ambaye utakuwa naye maisha mazima. Anatajika kuwa ni mtu ambaye ni rafiki kwako, anatajika kuwa ni mtu wa samani sana katika maisha yako, mtu wa lazima sana, ambaye kila kitu kiao kile, tunatajika kuwa mtu wa kwanza ambaye unatajika kuzungumza naye na kumsikiliza adhi yake. Kwa hiyo kuwa na nafasi ya kumsikiliza mke wako. Mwanamke anakuwa ni mshauri mzuri, anaweza kushauria katika mambo yako ya kazi. Ninakumbuka mzazi wangu mama wangu alikuwa ananishauria sana mbia mtoto wangu yake mdogo asema utakapooa ukuwe na nafasi ya kumshirikisha mke wako hata katika mambo yako ya pesa. Wanaume wengi tunaingia matatizo mengi ya kimaisha kwa sababu hatuna muda wa kusikiliza wake zetu. Hatuna muda wa kusikiliza wake zetu. Tunakamata madecision zetu kisi tunapenda tu. Na tunapopata madecision kisi tunapenda ni pale ambapo tunakuja kuanguka katika matatizo. Hiyo inakuwa ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na muda wa kumsikiliza mke wako, kuwa na muda wa kuzungumza na mke wako. Mke anapenda attention, mwanamke anapenda attention. Japokuwa ushaoa, ukuwa na muda wa kumpatia mke wako attention. Zungumza naye, mtoe nje, mwende, mwikae, mwongee kwenye restaurant, mkule. Hata katika nyumba, kuwa na muda mwingi. Hapana, wewe unaenda kazini asubuhi unapotoka una, una, una kazini au ufiki nyumbani unafikia, sijui kama unafikia kwa marafiki zako kuangalia mache kwa mabare, unafikia kuna kule, au una muda kabisa na familia yako na mke wako. Utakao kufika nyumba busiku, chakula unakula, unalala tu bila shapo. Mke anakuwa na muda kuzungumza na wewe na wengine, anatoka kazini amechoka, anafika nyumba iko busy na simu yake tu, ana muda kumsikiliza mke wake, ana muda kuongea na familia yake, ana muda kuongea na watoto wake hiyo haipendezi na haiwezi ikaleta furaha katika ndoa. Ndio maana utakutana ndoa za mingi zinakuwa ziko na matatizo, ndoa za mingi zinakuwa ziko na, na shida za mingi mingi, kwa sababu furaha inakuwa hakuna katika ndoa, kwa sababu watu wanakuwa hawana muda wa kucommunicate. Jambo ingine ambayo nikapa nikwambie, unahitajika kuwa mtu ambao unaonyesha heshima kwa mke wako mke wako ni mtu ambaye ni mtu wa lazima sana katika maisha yako. Usikue mtu ambaye unamdharau mke wako mbele ya watu wengine, usikue mtu ambaye unadharau mke wako mbele ya watoto wako, katika kwa, ma, kwa maneno atoa maneno ya kashpa ambayo unamtukana mke wako, unamdharau mke wako mbele ya watu wengine, mbele ya wadogo zako, mbele ya familia yako, mbele ya wazazi wako, haiwezi ikaleta furaha ndani ya ndoa yenu. Ukipenda ndoa yenu kuwa na furaha, Onyesha kama unamuheshimisha mke wako, unamuheshimu mke wako kwa matendo na kwa vitendo na kwa mwenendo vile vile. Onesha kama unamu, unamu, unamu, unamuheshimu mke wako. Mke wako mwanamke ni mtu ambaye anahitajika kukamatiwa nake na sana kumjali kabisa, mjali, anahitajika tumjali sana kwa sababu huyu ni mama wa familia, ni mama ambaye anabeba familia yako yote, ni mama ambaye anabeba generation yako taua descendance yako descendance descendance yako bana. Kwa hiyo ukiwa na muda kuonesha mke wako, mke wako anaweza kuwa anafanya makosa, lakini usikue mwepesi sana kwa wakum, kumkosea adabu hata mbele za watu, subalio. Ukifika nyumbani na ana mshumaa, wewe unamwonesha mama amefanya makosa, pana pana, hata mbele wa watoto. Usikue mwepesi wa kutumbukia mama mbele wa watoto, ailetaki utukufu, aileti utukufu na hiyo aiko sawa. Vilevile, kuwa na muda wa ku appreciate kuonesha shukurani, kuonesha kama mama akifanya jambo kazi, kazi, kazi mzuri, akipiga chakula mzuri leo kabisa, nyumba iko clean, kila kitu kiko sawa inampatia naye vile vile nafasi nguvu, kwa sababu bwana yangu ananipenda, bwana yangu anakee juu ya maisha yangu. Vilevile kuwa na nafasi ya kuonesha kama unampenda mke wako. Kila mara unapomwonesha mwambie kama mama ninakupenda, akipendeza mwambie mama unapendeza. Ile itamfanya akuwe mtu mwenye furaha, itamfanya akuwe mtu ambaye anaonesha anaonesha kama anaona kama kweli wewe baba unamupenda na unaonyesha upendo juu yake. Usiwe mwanaume ambaye unakamataka madecision zako zako bila kumshirikisha mke wako, haipendezi. Wanaume wengine anapopenda kutumana pesa kwao, anatumana pesa bila hata kumwambia mke wake, na hata akitumana pesa bila kumwambia mke wake, anaweza kupenda tumane kwao pesa siku zote, sana sana pa South Africa. Tena nizungumzie kuhusu South Africa, sijuva singine kwa baba anatumika, pesa zote anatumanaka kwao wakimpiga shida anatumana pesa kwao. Kwao, kwao. Lakini kwa buku hana nafasi hata kutumana hata pesa. Na hiyo ebelezi. Mimi ninampenda mama yangu sana. Anazoea kunishauria. Ni kwani, ninapomtumia pesa anakwanza kuniambia: Je, umeshatumia mama yako buku pesa? Unatakiwa kujua kama hao wote ni wazazi. Wazazi, wazazi wote wangamu mbili, wote ni wazazi wenu. Ambao nao wanahitaji pesa. Ana, ana pesa. Nao wanahitaji mshirikie sasa, usikue mtu tu ambaye unajali kwenu tu sana kuliko kujali hata kwa mke wako. Jitahidi sana ujali kwenu na ujali kwa na mke wako. Hiyo italeta vile vile kuonyesha kama utamheshimisha mke wako kwao, vile vile kujua kama mtoto wetu aweza kuolewa, mtoto wetu kuna bwana ambaye anamjali, mtoto wake mtoto wetu kuna bwana ambaye anampenda. Usikamate tu decision unauza parcela nyumbani vile vile na wewe bila kumwambia mke wako. Hapana, kwa sababu hiyo parcela unauzia nani? Unauzia mke wako na watoto wako. Unapofanya project kwa shida, kufungula kazi, unafungula kazi bila kumwambia mke wako, haipendezi, haiko vizuri. Kwa hiyo, hiyo ni mashauri ambayo nilikuwa napenda nikupatie, nikupatie uwe na nafasi sana ya kumshirikisha mke wako katika kila jambo ambalo unakifanya, kwa nafasi ya kumshirikisha mke wako katika kila kila decision yako ambayo unakamata. Akuwe mshauri wako wa kwanza, kwa sababu mwanamke ndio mtu ambaye atakuwa karibu yako na wewe kila siku zote. Usionekane kumchukia usionekane kumdharau usionekane kumdhararisha mbele ya watu wengine hapana. Mababa wanakoma tatizo, anapotoka nje anaenda anaenda kazini, akirudia atarudia ni usiku, mama shakalala na wengine huko South Africa, anatoka anaenda kwa pombe na kirudia na kwenda anarudia na wanawake, anambia mama toka kuitanda ikalala chini, mimi nitalala mke wangu na ude mwangu, bali naye, haipendezi haiko vizuri Kwako itakukua kama ko mkristu wala o mkristu, kwako haipendezi. Heshimisha mke wako, heshimisha nyumba yako, heshimisha ndoa yako. Hii ni message ambayo nilikuwa niko nayo, unaweza ukashare na watu wengine, uka comment, uka like, na itasaidia, tutasaidia sana. Na ukishikilia ye mashauri ambayo nikupatia, utaishi na amani katika ndoa yako. Mungu atubariki na kubariki vile vile. Asante, ilikuwa ndugu yenu Idi Mombo mtumishi wa Mungu. Mungu atubariki. Amina.